Na usajili wa wapiga kura ukishuhudia idadi ndogo ya wanaojitokeza kusajiliwa katika maeneo mengi humu nchini, juhudi za kuwarai Wakenya na haswa vijana kujisajili zimeanza mashinani. Na muko Nyeri, ambako ni wapiga kura thelathini tu waliosajiliwa tangu zoezi hilo kwanza, kundi la vijana wa rika la Gen Z wameungana na kuanza kuwafikia wenzao mitaani na vijijini ili kuwarai kujisajili ili kuleta mabadiliko kwenye uchaguzi mkuu ujao, na anavyoarifu sasa Kamau Mwangi ni kwamba juhudi hizo zimeanza huku IEBC ikitangaza kuwa wapiga kura wapya 1748 walisajiliwa wiki ya kwanza katika shughuli hiyo. Siku sita tangu usajili wa wapiga kura wapya kuanza, Wakenya Kenya 1748 pekee ndio waliosajiliwa hali hiyo imesababisha misururu ya matukio mitaani na vijijini, shughuli za kuwarai vijana kujisajili zikianza kushika kasi mjini Nyeri. Kundi hili la vijana ambao tayari wamejisajili limejitwika jukumu la kuwafikia wenzao, lengo likiwa ni kuhakikisha juhudi zilizoanzishwa na rika la Gen Z Juni mwaka jana la kutaka viongozi bora nchini limeafikiwa debeni mwaka

Wakiongozwa na Monica Wang'ombe mwenye umri wa miaka ishirini na saba na ambaye ni mpiga kura mara mbili, hamasa yao sio tu ya kuarai vijana kujisajili, bali pia kuwaonyesha jinsi ya kupiga kura, kwani wengi watakuwa wanashiriki uchaguzi kwa mara ya kwanza iwapo watajitokeza kwenye uchaguzi ujao.

Kufikia Alhamisi, IEBC inasema ilikuwa imewasajili wapiga kura wapya elfu saba na arobaini na nane, kaunti za Nairobi, Mombasa na Kiambu zikiongoza kwenye idadi hii. Zoezi hili kulingana na vijana hawa, limejikokota kwa kuwa huduma hii haifiki mashinani, na tunaomba kama government inaweza sukuma zaidi advertisement mingi zenye zitaelezea umuhimu wa kutoki, kujitokeleza na kurejista kama vota. Sababu nyingine tunataka hii shughuli mzima ipelekwe mashinani kwenye watai access rahisi. Kaunti za Lamu, Nyamira, Tana River, Tharakanithi na Nyeri ndizo zilizorekodi idadi ndogo zaidi ya wapiga kura wapya waliojisajili, huku Wakenya 256 wakibadilisha maeneo wanayotaka kupigia kura kwenye uchaguzi ujao. Kamau Mwangi, runinga ya Citizen.